Leo Tanzania ni siku ya kupiga kura za uchaguzi mkuu kwa ajili ya kumchagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Askofu Kalikawe Lwakilinda Bagonza anasema kwamba twende magotini kwa ajili ya taifa letu. Anasema moja, katika kundi la mashetani malaika hakosekani kundi hilo, umuita huyo malaika kuwa ni msaliti. Pili, anasema katika kundi la malaika shetani yakosekani katikati yao, wanakundi umuita huyo shetani kuwa ni msaliti. Namba tatu, anasema ukisikia mtu fulani ni msaliti, usikimbilie kuhukumu, tafakari malengo ya kundi la kundi. Lengo kuu la kundi hapo juu ndilo linaamua nani ni msaliti. Namba nne, anasema kwamba kama lengo la kundi ni kuiba, kuumiza na kuharibu basi yule atoaye taarifa nje akiwa mwanakundi si msaliti, bali ni mzalendo. Namba tano anasema kama lengo kuu la kundi ni kukoa uhai, kujenga, kuhifadhi, kusaidia, kuongeza utu na kuepusha madhara, basi yule anayevujisha taarifa za kundi hili kwenda kwa kundi la kwanza ni msaliti na si mzalendo. Anasema Wajaluo wanayo hekima semayo hata pombe ya rubisi unayojua iharibika tu bado huwa mwenye pombe huingiza miguu mtumbwini kukanyaga ndizi kali kwa kujaribu kuokoa. Asema yatosha tosha siku kwa maovu yake, Mathayo sita mstari wa thelathini na nne. Twende magotini hekima huru, uhuru na umoja. Hili ni andiko la askofu Kalikawe, locali, Bagonza ambalo wameliandika katika ukurasa wake akisema wa Facebook kwamba twende magotini kwa ajili ya taifa letu. Na leo kama ujuavyo, tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni siku ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania, ambapo tunaenda kuchagua kila mmoja amesema na moyo wake kuchagua rais wabunge pamoja na madiwani katika nchi ya Tanzania. Naikumbuke kwamba mabasi ya kusafirisha abiria kutoka mikoani kwenda Dar es Salaam, kutoka Dar es Salaam kwenda mikoani, safari zake mabasi mengi zimesitishwa. Hivyo tangu jana tarehe ishirini na nane na leo tarehe ishirini na tisa, usafiri wa mabasi umekuwa changamoto katika jiji la Dar es Salaam na katika mikoa mingine ya nchi ya Tanzania katika usafiri sasa nini kitafuata? Tusubiri majawabu ya kura zitaamua nani atakuwa rais, nani atakuwa mbunge, nani atakuwa diwani katika maeneo yote ya pande zote kuu za dunia katika nchi ya Tanzania. Mtazamaji na kutakia wakati mwema na uchaguzi mwema.